ya kwenye shughuli za kitaifa, kwa mfano uzalishaji wa umeme kwenye kwenda maeneo ya Kinyerezi na kwingineko, lakini sisi imekuwa ni kivutio kikubwa sana cha wawekezaji mbalimbali kwenye viwanda. Ukimwangalia Dangote pale sasa hivi anatumia gesi inozalishwa eh, lakini kuna <coughs> wawekezaji wengine wengi wanakuja hapa, wanasema cha kwanza, vipi tutapata gesi? Tunaambia gesi, gesi ipo ya kutosha kutosha, kwa maana yake inaendelea kuvutia wawekezaji wengi. Kwa ambayo, ambayo ina, ina, ina, kia, ni kwa sababu ya kazi kubwa ambayo wizara hii ambayo unahudumu ukiwa ni miongoni mwa watendaji wakuu mnafanya mna, mna, mna, uchimbaji unategemea kuanza mwezi wa kumi na mbili, na hivi tunavyoongea, ile rigi ya kuchimbia ambayo itawekwa hapa kama mnavyoona, imeshaanza safari ya kutoka China, na tunategemea kuipokea Dar es Salaam uh, Novemba nane, na uchimbaji utaanza uh, mwezi wa kumi na mbili na sasa baada ya kuwa uchimbaji umekamilika, tunategemea kwenye hivi visima viwili tutaongeza uzalishaji wa gesi ambao utafikia futi za ujazo milioni 45 kwa siku. Na wakandarasi wanafanya kazi nzuri, na tunategemea kwamba uh, shughuli zote zitaisha kwa wakati, lakini vilevile vile, hapa kama ambavyo mnaona, kazi inaendelea na wanachosubiri tu ni rigi, ikishafika basi kazi za uchorongaji zitaanza na baada ya muda sio mrefu kufikia mwakani, uh, mwezi wa pili au mwezi wa tatu, tutakuwa na gesi ya ziada ambayo tutategemea sasa tutaitumia katika matumizi mbalimbali ikiwemo mbali, kwenye viwanda, lakini vilevile vile uwekezaji kwenye mambo ya mini LNG. Hii gesi ya hapa tunahitaji kuisafirisha kwenda maeneo mengine ya Tanzania. naitwa Pasco Njiko, ni kaimu mkurugenzi wa utafutaji, uendelezaji na uzalishaji katika shirika la taifa la mafuta TPDC. Kujumlisha na Mnazi Bay, kama nchi tumekusha zalisha eh, eh, billion cube feet mia tisa ah, kama na thelathini na nne ambayo tumesha zalisha mpaka sasa hivi eh. Lakini kiasi ambacho kipo eh, almost kuna tu TCF kwa upande wa Songosongo Songo, lakini hapa kuna BCF karibu 650. Na naitwa Selemani Hasani Nachuli, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji kijiji cha Manamawa ambacho ni kata ya Dihimba, lakini pia mimi ni nishukuru serikali na ni shukuru TPDC kuweza kuja kufanya utafiti kwenye kijiji changu kijiji cha Manamawa. Kwa kweli faida ambazo tunazipata kwa wakati huu wa utafiti, naweza nikasema kwamba zipo. Mmoja wapo ni kupata ajira ndogo ndogo za muda kwa wananchi wote ambao wani, wenye uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo kidogo wanafanya kazi na kujiongezea kipato kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya maisha.